Kifua kikuu ni ugonjwa ambao tumeishi nao kwa miaka na vikaka. Ukifahamika kama TB, ni tatizo kubwa Kenya na ulimwenguni kwa ujumla. Kulingana na takwimu za wizara ya afya, Mombasa ni miongoni mwa kaunti kumi zilizo na maambukizi ya hali ya juu nchini. In the whole country Mombasa is one of the the most uh top 10 TB zone. And, uh, for TB cases, I will say like, wale ambao wameripoti zaidi in the last year and the other year, that is 2023 and 2024, ni Mvita, uh, Nyali and Changamwe. Yusra Awadh, mratibu wa TB eneo bunge la Changamwe, atueleza hali halisi ilivyo. TB ni ugonjwa wa bakteria ambao unasababishwa na bakteria ambayo anaitwa Mycobacterium tuberculosis ambayo uh, ina maambukizi yake ni through air uh, mtu akiwa aki ana breathe hewa ambayo iko na hizo uh, viini vya TB ambayo naitwa ya Mycobacterium, then akipumua akiingiza kwa njia ya mdomo ama kwa pua na akaivuta kwa hewa uh, ndio anaweza pata TB kisha anatuelezea zaidi kuhusu dalili zake, tiba na kuepuka maambukizi. Wakati mgonjwa akishavuta pu, ile pumzi ambayo si tunaita airborne, it's an airborne disease, akivuta ile pumzi ya hizo ambayo iko na hizo viini vya TB, inaweza kaa kwa mwili na ikikaa kwa mwili, wakati ikianza kujitokeza ama inashika sehemu nyingi kwa, kwa mwili wa binadamu ambayo zaidi lakini inashika kwa kifua mapafu watu wazima huwa wanakuwa na dalili ya kukohoa kukohoa kuisha nguvu kwa mwili kupungu, kupunguza uh, mwili joto jingi na kuswet sana usiku kuswet ile siile ya kawaida na pia upungufu wa mwili ni ule pia sio wa kawaida pengine mtu labda amefanya mazoezi lakini hii ni ile inaitwa significant weight loss na kwa watoto sana ni kukosa nguvu, kukosa nguvu na pia, kucheza vile kwao, kucheza kwao inapungua, pia anakosa kilo, zake pia zinapungua, pia kukohoa na pia fiva, yani mwili joto kwa mwili, na pia huwa tunaangalia kama pia alikuwa na uh, ameishi na mtu ambaye alikuwa na TB. Iwapo mtu amepatikana na ugonjwa huu, ni hatua gani zinafaa kuchukuliwa? Matibabu ya TB pia inalingana na vile tumesema, uh, types of TB, si tumesema kuna pulmonary TB na kuna zile extra pulmonary TB na hiyo TB sugu. So ile pulmonary TB huwa mda wake wa kutumia dawa ni miezi sita, na hizo dawa zenyewe tunatumia ni dawa aina nne ya dawa uh, anatumia kuna ile an, kuna kiwango anatumia ile ya miezi miwili alafu ataendelea na miezi minne. Yes, sasa zote zinakuwa miezi sita alafu kuna ile extrapulmonary ambayo tunaita, kuna TB mbili ambayo ni extrapulmonary, TB ya akili ya brain na TB ya spine ya, ya viungo hiyo unatumia la kiwango ya mwaka mzima alafu na TB sugu pia ina we stage it. Kuna ile savia na ile si savia, na hiyo pia huwa tunaangalia zile dalili zao. Zile ambayo si savia anatumia dawa miezi sita, lakini si zile dawa za kawaida, dawa tofauti pia, ni aina ya dawa nne anatumia. Na kuna ile tibia ambayo tunaita savia, huwa imeshika viungo vingi kwa mwili, anatumia mwaka na miezi sita. Na je, ni vipi jamii au familia wanafaa kushughulikia swala la unyanyapaa? Uh, unyanyapaa zaidi ni from the family, pengine wanamisolate. Uh, na pia yeye mwenyewe mgonjwa ana feel stigmatized because anaona ni hizi dalili zake ni kama za ukimwi. Wajua wengi wana, wana relate TB na ukimwi. TB cases in Changamwe and even in Mombasa it's only 24% with HIV, the 76% are HIV negative. Sababu wathirika huanza kupungua kimwili wengi hudhania kwamba wana virusi vya ukimwi. Je, dhana hii ina ukweli wowote? Muuguzi Fibi Osuka atueleza TB. Kwa kawaida mtu akipata TB inapunguza mwili wake. Mara nyingi wale wenye wameugua TB na wamekana kwa muda mrefu, wanaenda wakipungua mwili kama mtu wa mwenye virusi, lakini TB na virusi hazina uhusiano. Yani, hauwezi au sema ya kwamba ukiwa na TB wewe una virusi. So TB necha yake inapunguza mwili. Osuka anasema kuna uwezekano mkubwa wa kuzuia maambukizi iwapo kuna ushirikiano katika kuhamasisha jamii. TB iko na TB inatiba. Mgonjwa akiwa na kohozi ya aina yoyote aweze kufika katika kituo cha hospitali ya serikali akapimwe TB, na pia wakati umepatikana na TB, jaribu kupunguza maambukizi kwa kukuwa na ile kitu inaitwa cough etiquette. Wakati unakohoa funika mdomo ikiwa huna na kitambara, ikiwa huna kitambara unaweza tumia nguo yako, unafungua na unakohoa ndani ili kuzuia Uh, kusambaza zile vidudu uh, vya TB kwenye hewa na kupitisha kwa mwingine. Ikiwa tutakuwa na tabia hiyo, tunaweza kupunguza maambukizi. So huwa tuna, uh, tuna um, um, advice wa kina mama wenye kunyonyesha wanyonyeshe, lakini waweze kuvaa mask ili kupunguza maambukizi. Mgonjwa anastahili kufuata na kuzingatia mwongozo anaopewa na wahudumu wa afya katika kipindi anachotumia dawa, na ni lazima amalize. Kwa nini ni lazima? Kwa sababu maambukizi yatakuwa mengi na afya yake itazidi kuzoroteka, na pia anaweza kuleta TB sugu kwa watu wengine, kwa sababu immediately ukianza hizi dawa za kawaida, unakuwa una create resistance kwa mwili wako ukiendelea okay, kutumia hizi dawa za kawaida inaweza zisijitibu tena, so ni lazima umalize dawa na tupunguze pia maambukizi kwa community. Kwa kawaida mtoto anapozaliwa huwa anapewa chanjo ya BCG ambayo huwa na kinga ya ugonjwa huu wa TB kwa miaka kumi na saba. Shirika la utafiti la Kenya KEMRI limepiga hatua katika kutafuta chanjo ambayo itaweza kudhibiti ugonjwa huu baada ya makali ya chanjo ya BCG kuisha. Ile chanjo ya TB tuko naye katika nchi hii na hiyo inatumika duniani yote, ilitengenezwa karibu mwaka mia moja zilizopita, inaitwa BCG vaccine. kuchukua watoto wetu kuchanjwa na chanjwa na hiyo BCG, lakini hiyo BCG tukiendelea tumeangalia kuwa hai sana sana imeanza ku, kuenda chini kidogo kwa mambo ya protection. Profesa Elijah Songok, mkurugenzi mkuu wa shirika la Kemri, anaelezea kwamba tayari majaribio yameanza nchi tano tofauti barani Afrika na kuna matumaini makubwa. Kemri inafanya uchunguzi kwa vaccine ile mpya. Iye tunajua hiyo vaccine itaanza ku fanya kazi kasa katika ile ma, uh, viruses, uh, ma bacteria zote za so, TB zi haziwezi kukingwa na hii vaccine iliyoko sasa. So hiyo vaccine naita M72SO1E new one. Hiyo tunafanyia uchunguzi sasa na tunafikiri tukipata eh, results ya hii ita kuwa mzuri sana kwa mambo ya kinga e, ya hii tuberculosis na kwa watoto na watu wakubwa hii TB vaccine tunafanya kwa nchi e, karibu nchi tano e, nchi ya South Africa nchi Malawi Mozambique, Indonesia na Vietnam na hapa Kenya so results ikitokea kwa hiyo e, tunaamini ya kuwa sasa tutapata ile chanjo ile itakuwa inakinga sana kuliko ile tuko naye wakati huu. Kifua kikuu si hukumu ya kifo, TB iko na tiba na sote tuje tukuwe screened na tupunguze maambukizi na tushikane mkono. Kwa utambuzi wa mapema, matibabu sahihi, na msaada wa jamii, TB inaweza kumalizwa. June Lans, Majestic Digital TV.